ima wanaoongeza thamani na mnyororo wa thamani e, wa mazao ya kilimo, mifugo, mnyororo wote ule na uvuvi, benki ya TADB ndio mkombozi wao. Kanda ya Ziwa ni kitovu cha ufugaji wa samaki nchini na miongoni mwa maeneo ambayo benki ya TADB imejikita. Baada ya sisi serikali kuona changamoto za ajira kwa vijana tulikuja na mpango wa building better tomorrow unaoitwa BBT, na tukafanya linki kati ya mabenki na mpango wa BBT. Na katika mkoa wa Mwanza BBT, tulichagua eneo la ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Kwa hiyo yako maeneo mengi, lakini nazungumzia project tu ya BBT. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwaka wa fedha 24 25 wafugaji wa samaki kwa njia ya vizimba waliopatiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 7.5. Kwa mwaka 24 25 bilioni 7.5 zimetolewa na benki kwa vikundi 47 vyama 14, na hapa sizungumzii vyama vya siasa nazungumzia vyama vinavyofanya shughuli za kimaendeleo au vikundi vya maendeleo watu binafsi kumi na mbili na nitawafanua vizuri hapo baadaye na makampuni manne kwa hivyo jumla ya vijana mia tatu na hamsini wakiwemo wanawake mia mbili ishirini na saba wamenufaika na hiyo mikopo kwa hiyo ninachokusudia kusema hapa ni kwamba fursa za mikopo kupitia benki ya TADB kupitia mradi wa kuongeza ajira kwa vijana, yaani BBT bado zipo na wananchi. Ndio maana tumewaleta leo wana habari, kwa sababu wananchi walio wengi hususan vijana kwanza wenyewe ni wagumu kutafuta habari za fursa. Kwa hiyo tumeona nyinyi wanahabari inawezekana, wengine mkawiwa kwamba mfanye specialization yenu ya kutengeneza na ku market fursa zilizoko ndani ya serikali zinazowawezesha vijana kuweza kujikwamua kiuchumi. Sasa hivi, wanahabari, mtakubaliana na mimi, watu wengi wanasema Gen Z, Gen Z, Gen Z. Na wengi wanasema hawasikilizwi, hawasikilizwi, hawasikilizwi. Lakini wakati mwingine ni propaganda zenye nia ya kuchonganisha serikali na jamii yake. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inalaumiwa haiwasikilizi vijana, lakini serikali inatengeneza platforms ili vijana wakutane nayo. Tunapowaita hawaji, wanasema ni wale wale ndo wale, wale hakuna jipya, lakini wanaotumia hizo fursa wametajwa hapa. Vijana mia tatu na hamsini shilingi bilioni saba nukta tano wamekopeshwa, na mpaka hivi sasa kiasi cha shilingi bilioni moja nukta tatu zimekwisha kulipwa na hao vijana, kati ya bilioni tatu ambalo la awamu ya kwanza kazi ya zile bilioni tatu walizokopa tayari bilioni moja nukta tatu imekwisha kulipwa na hao vijana kwa regesho la msimu wa kwanza, na bilioni mbili zimeshakisha kutolewa kwa vikundi kuendelea na msimu wa pili. Sasa bado BBT ipo na THB bado inatoa mikopo katika mnyororo wa thamani. Sasa sisi tuliokopa TADB eh, sisi tunalipa, lakini serikali ikasema hawa vijana wanaojitafuta na maisha waondolewe riba. Meneja, sisi wakopaji wa kawaida, riba ni asilimia ngapi? inaanzia asilimia tisa hadi kumi na mbili, lakini kwa vijana ambao wamekusanyika wakawa na kikundi chao, serikali imesema wapewe mkopo na waondoleeni riba kabisa, sifuri. Ila mimi nimekopa kilibii e kili, ninatoa asilimia kumi na mbili ya riba ya lile trekta nililo. Kwa hiyo serikali unapoiambia haijengi fursa kwa vijana, tunajiuliza ni fursa zipi? Kwa sababu ajira za serikali tuko milioni walioajiriwa na serikali hawezi kufika milioni kumi. Yote haya yanawezekana. Sasa ukikutana na watu ambao ni wakaidi, haya tunayoyasema serikalini, nia yao ni, ni kuyapotosha tuionekane serikali haifanyi chochote na haina msaada. Wote ndi unakutana na kijana anasema, nyie viongozi mnatuambia sisi tujiajiri, kauli zao hiyo, mbona nyinyi hamjiajiri? toka kuanzishwa kwa uh, benki kwa kanda siwa ya Ziwa tumeshatoa mikopo ya takribani bilioni 631.18, na, na tumewezesha miradi 151, ambapo kwa mkoa wa Mwanza ambapo tawi letu lipo au ofisi ya kanda, tumeshatoa mikopo ya takribani bilioni 79.14 ambao zimefikia miradi 61. Baada ya mafanikio uh, kwa uchache uh, kama benki kwenye mazao ya kimkakati ukizungumzia zao la pamba uh, mwaka 2015 2 uh, viwanda vingi vya pamba tulikuta vimefungwa, hizo uh, naita generis kwa mwaka 2015 25 tukaanza kufanyia kazi 2020, tumeanza kufufua uh, viwanda vya kuchakata zao la pamba ambapo viwanda vingi vinamilikiwa na vyama vya ushirika na ambao wakulima wengi wapo mpaka sasa hivi kwenye zao la pamba. Tumeshatoa mikopo ya takribani bilioni 171.58, ambapo wakati tunaingia zao la pamba mkulima bei kabisa alikuwa anapata alikuwa ni shilingi mia tisa kwa kilo kwa msimu ambao umepita bei imefika mpaka shilingi 1500 kwa maana ile bei ambayo ilitajwa na serikali, lakini inaendelea kukua. Na katika zao la pamba peke yake, ukiacha kufufua hivi viwanda vya uchakataji, tumeenda kuongeza thamani. Chama kimoja cha ushirika pale Kahama, tumeenda kukiwezesha kiwanda cha kuchakata mafuta ya mbegu zinazotokana na pamba mbegu. Kwa hiyo tunaenda kuongeza thamani, kwamba sasa hawauzi tu mbegu kama mbegu na na pamba lakini wanaenda kuchakata zile mbegu kupata mafuta ambao wanaenda kuongeza mafuta. Kwa hiyo inarudi kwa ina kukwa mkulima kumboreshea maisha na kuhakikisha kwamba sasa mkulima anaona thamani ya zao la pamba. Lakini kwenye kahawa, kwa Kanda ya Ziwa tumeshatoa mikopo ya takribani bilioni 331.63 na huku napo zao hili kama lilikuwa linalegalega. Kwa hiyo kwanzia mwaka 2018 wengi wetu tutakuwa tunafahamu bei ya kahawa kwa kule Kagera, robusta ilikuwa shilingi 1200 kwa kilo, lakini msimu ambao umepita imefika shilingi 5000. Nini ambacho tulikifanya? Tulienda kuchagiza masoko, tuliowezesha vile vyama vikuu fedha ili vyenyewe viweze vinunue kahawa kutoka kwa wakulima vinanunua kwa bei ya awali, vinaenda kushindana kwenye masoko ya dunia. Wanapopata faida, wanairudisha tena kwenye kwa wakulima kwa wakulima, wanapata malipo ya pili. Lakini hivi vyama vimekuwa vinafanya uh, vitu vya maendeleo, vina shule, zimejenga wakulima kwa watoto wa, wa wao wanapata sehemu za kusomea, lakini wengine wameenda zaidi mpaka wana uh, vyombo vya habari kwa kule Kagera. Uh, hiki ni kwenye upande wa kahawa lakini kwenye upande wa mpunga napo tumeshatoa mpaka sasa hivi bilioni 55.89. Tumefanya upanuzi wa miundombinu ya uhifadhi, ununuzi wa mitambo ya kisasa ya kukoboa, na hivi karibuni tunategemea kufungua kiwanda kikubwa sana cha kuchakata mpunga pale uh, Kahama. Lengo letu tunataka utoshelevu wa chakula kwa maana ya nchi lakini tunajua uh, nchi za jirani zinatutegemea ukikaa, e, Kahama ni lango kubwa sana ya kwenda Rwanda, Kongo, lakini kuja um, uh, Uganda, kurudi kwenda Kenya. Sasa nchi zinatutegemea na hizi zimekuwa zikihitaji kupata mchele au mazao ambayo yanakidhi zile standardi za kimataifa, ko kuna kiwanda kikubwa ambacho tumekiwezesha, ukiacha vidogo ambavyo tumeviwezesha, ambao mitaenda kufanya zao ili na mpunga kwa maana ya mchele unaotoka unaweza kukidhi uh, standardi za kimataifa ili tuweze kupeleka mchele wetu uh, nchi za nje. Lakini kwenye uchumi wa bluu nafahamu uh, mtakuwa mnakumbuka mwaka jana na Mheshimiwa Rais alikuja kufungua uwezeshaji uh, kwenye uchumi wa bluu kwa maana ya ziwa letu, ambapo tulitoa maboti uh, lakini tuliwezesha vizima aviia ilikuwa ni nzuri sana e, kwa hapa mpaka sasa hivi tumeshatoa bilioni 12.4 na tumefikia vikundi mia moja ishirini ambao wanufaika ni elfu moja mia tisa na nne. Lakini kwa kutoa mikopo hii imeenda kuleta ajira kubwa sana, kuna makampuni yanayozalisha chakula, makampuni ambayo wanazalisha vifaranga. Na sasa hivi ndugu wa waandishi wa habari hii ni fursa jamani, hapa naomba niwakaribishe kabisa. Hii ni fursa, tunapokea simu nyingi sana kutoka nchi za nje uh, wenzetu hapa Afrika Mashariki lakini kutoka mikoa mingine, wapo tayari wanaanza kuja kuwekeza kwenye vizima. Kwa hiyo hii inaonekana ni fursa kubwa sana na uh, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha huu. Kingine ni uh, kuwezesha ufugaji wa kisasa uh, tuna mradi wa maziwa ambao tumefanya mradi mwishi kati ya wazalishaji na wachakataji, na hapa tunataka tuhamishe, um, kama nilivyosema, malengo yetu makubwa ni kuhamisha wakulima kutoka kilimo cha nikivu kwenda kilimo biashara. Sasa Kanda ya Ziwa tuna mifugo mingi sana, najua tunafahamu, ila tunafuga kienyeji. Tunakuwa na ng'ombe mmoja ambaye anatoa lita mbili, lita tano kwa siku. Tuna ng'ombe wengi sana lakini tija ni ndogo. Sasa tuko ndio mradi unaenda kuboresha zaidi, tunataka tuwe na mitamba ya kisasa, mitamba mmoja ambayo anakupa lita 25 mpaka 30 kwa siku. Sasa tumeshawezesha viwanda, sasa hivi tuna viwanda vidogo ambavyo tumeviwezesha, tuna wafugaji ambao tumewezesha mitamba ya kisasa, na tuna kiwanda kikubwa ambacho tumekifungua kule Karagwe, ambao jukumu kubwa tunataka tuhamishe jamii, tuende sasa kwenye maziwa ambayo alichakata tuondokane na, na maziwa ambayo yamewekwa kwenye makopo, watu wamekunywa maji, yakatupwa, tukaokota, yakawekwa maziwa, yakauzwa. Tunataka tuamishe wale wachakataji wote wadogo wadogo waweze kuchakata kisasa, waweke kwenye vifungashio, tuyanunue maziwa tukiwa tunajua afya yetu imezingatiwa, lakini pili, wafugaji wetu wapate mitamba ya kisasa, na hapa mpaka sasa hivi tumeshatoa takribani bilioni thelathini.